Naam, kutokea hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa nimekutana na Mandala wa Simba. Nia na madhumuni yangu nipate dakika tano tu aniambie kile ambacho anakitarajia katika mchezo wa hii leo Mandala, uko poa? Niambie ndugu yangu. Bwana hapa <coughs> hapa mimi bwana naona kuna vitu unapitia. Eh, eh, naangalia angalia hapa. Bwana em, mm. Emsubiri kwanza. Huu mfumo huu mfumo wa kocha unaitwaje huu? uh, wa leo huu <coughs> unaitwa Conduct Equation Football. Question, football naambie kama eh, kawanangu umeona eh, yeah. <laughs> Yaani hapa hapa eh, bwana, huu mfumo mimi namwangalia umatatusi. Ah, ujue ujue sisi okay. Simba kwanza ni watu ambao twenye shukrani sisi, tuna tuwezi kumtukana kocha aliotoka, tunajua kwamba binadamu anatofautiana viwango mm sisi sio wale ambaye kocha kaondoka sasa wanamtukana wanamzia. Sisi hatuwezi kumtukana kocha, sisi tunajua Fado kafanya kitu kizuri, kasajili wachezaji wazuri, ila kaja Matatu, ambana ana kiwango kumzidi Fado. Tunaona utofauti wa Fado na Matatu, anajua kufanya sabu, anajua kuangalia jicho la mchezaji. Kwa hiyo tunafuta majasho tu na Simba tuna enjoy yani. unakuja unalipa kiingilio kwenye starehe, unaichangia klabu yako unanua watu, wamevaa jezi wamependeza, jezi nyekundu, jezi za bluu mm. Umeona bwana, wote ume wamelipa vingilio wote wote wote ama wanaingia bure? Nimeona nimeona kama msululu huko eh, oh, wao pale watu wanaingia bure. Hamna bure huku shehe Simba, hamna bure, hamna bure shehe, shehe, hey. Kikosi cha bilioni 9.5 ukiangalia bure eh. Wewe wee yani, wewe unakujaje kumwangalia soa bure huh? Unakujaje kumwangalia mwalimu Selemani bure eh? hata shilingi kumi utoi umuone Alan. Wapo wabure kinadube baba <laughs> wapo wachezaji wa kuangalia bure kinadube, ye na goli mnazi ye na goli mnazi, kwani jana uliwaona majirani? mpaka dakika ya themanini na saba, mm, watu waamini kama wanaenda, maana lingepatikana goli tu kwa vijana, siyo kapatikana goli siyo ipatikana, eh, wewe na eh, ipatikana goli mara ngapi? goli si tani bwana sio, likipatikana goli, lilishapatikana sema hivi, hey. Bila refa saizi hawapo goli goli, goli lishapatikana, alikataa, akasema alikataa akasema hmm. Ngwangu kote kofia kijana ngwangu kote kofia. Goli limepatikana sema bila refa hey. hawapo ndio Kiswahili fasiii hebu kusema lingepatikana goli tu, goli lipatikane mara ngapi? si limeingia kwenye kamba hapa, limening'inia goli au hujaliona? siri ngongo pe siri sasa, kodi nakupa Azam, sio alitufata kutuomba ushauri, tukawafundisha mapema, piteni hapa, piteni hapa. Ndio maana Azam kashinda ugenini na nyumbani. Hawa Yanga walikuwa kiburi baada ya maji kufika kooni, ndio usiku wakaja kututafuta tu hapo ushauri usiku. Eh? Ndio tukafundisha kodi za kupita Yanga. Baada maji kufika hapa ndio wakaja kututafuta usiku kuomba. Siku moja kabla. Eh? Yanga alikuwa jeuri. Eh? Baada kwa jeuri akafungwa kule. Baada maji kufika hapa. Eh? Wakaona haki na uchezi vunga. Eh? Na ili semela alokuja na hapa, na ucheza hapa hapiti. Eh? Wakaanza kufanya kuja kutuomba, si ushauri. Eh? Baada kutuomba ushauri bidii tuwape kodi kwa kuwa wamekubali wameshusha mikono chini uh -huh. Wamekuja kutomba si ushauri uh -huh. Na kwa kuwa hii nchi moja, zikiingia timu nne makundi, kitu kizuri uh -huh. Tukasema sisi jaza kaulau tunawasaidia, jaza kaulau shaka tunasaidia, si mmekuja kuomba ushauri uh -huh. Tukawasaidia ndugu zetu, tukawambia Yanga, kwa kuwa mmeomba ushauri uh -huh. Tukaanza kuwapa kodi, pita hapa pita pale, pita pale, nenda pale, nenda pale. Na ndio maana umeona wale mabwana mapema jana ameingia. Na ndio maana umeona ile goli limekataliwa. Bila sisi ndani, ingekuwa chuma ile. Bila sisi jana, ile ilikuwa chuma. Hiyo coordination nimekupa mdogo wangu, hiyo hiyo coordination hiyo naitwa bila sisi Simba. Narudia, bila Simba jana ile chuma

bila kuja kutufata sisi ingekuwa kamba yanga sasa kwenye magoli ni South Africa. Walikataa ushauri kwetu sisi, walienda. Kwa hiyo pale ni washauri nini? kwenye ile goli walikuja kutuomba sisi, tukawapa mbili. Hapa okay. pita pale, fanya hivi, beba yule, mpeleke kule, mpeleke pale, fanya hivi, fanya hivi, maliza. Lefa anaogopa, ndio wenu, shughuli imeisha. Mpeleke huku, mpeleke huku, ndio wenu. Ah, wewe mtaalamu, ushajua hapo, kuna kitu kinafichwa hapo okay.

Bila Simba saizi, Yanga hawapo. Mashabiki wa Yanga watakao ishukuru Simba. Na sisi tumefanya uzalendo, sisi tumefanya uzalendo kwa ajili timu nne ziingie makundi zote, kwa heshima ya nchi. Bila heshima ya nchi, Yanga tungewatoa sisi ndo tunaamua yanga waende wabaki, sisi sio hao, sisi ndo tunaamua yaani, yeah. Ukiongea international football. Simba Sports Club control in Tanzania, hiyo kitaalamu. Sasa hiyo elimu hapo hapo, vyeti nimetumia, cheti umeelewa? Simba ndo twenye control mpira wa kimataifa. Umeelewa vizuri? Yanga baada ya kukubali kuja kujifunza kwetu ndio maana wamepita hapa, hiko kitu havijue. Hmm. Bwana, mi nataka tufahamu kitu kimoja, kwa namna ambavyo umewatazama yanga africans, kwa mpira ambao wameucheza jana, natarajia kuwaona wanavuka hatua ya makundi. Nasikitika kwa nisikitike, kwanza nasikitika. Ile yanga wasipongeza juhudi, hawawezi kwenda popote. Huwezi kuwa na nastega kama, narudia huruma si tunaona tu huruma Simba, sio kama tunachuki na Yanga. Tunaona tu huruma. Yule Dube tunatamani tumseme leo, tunamwonea huruma.